Lengo la kukutana hapa leo ni kuwapa kwanza taarifa rasmi kwamba Tanzania Red Cross Society kwa kushirikiana na Qatar Red Crescent imeingia ushirikiano wa kuweza kutoa uh, sadaka ya uchinjaji wakati wa Eid al-Adha kwa familia ama wanufaika 1750 kwa maana ya kwamba tunatarajia kuchinja ng'ombe 35, na tunaamini Al Ameen Foundation ipo karibu na jamii kuliko hata Tanzania Red Cross, kwa sababu nyiwe mnaishi na watu wenye mazingira magumu, watu maskini, ambao hawajui kesho yao au leo yao inaishaje, na hao ndio wahitaji wakubwa, na hao ndio ambao sadaka hii inalenga kuwafikia. Wenzetu wa Qatar Red Crescent Fedha hii si kama wameiokota. Fedha hii ni sadaka ya watu wao, waumini wao ambao wameamini kwamba Tanzania wapo watu ambao Idilhadha inaweza ikapita bila wao kupata chochote, au bila wao kuweza kuchinja, maana kuna kupata, lakini kuweza kuchinja. Lakini kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu amemjalia uwezo wa kuweza kutoa sadaka hiyo, wamesema basi wachache wa Tanzania ambao watashindwa tuwafikie kupitia Tanzania Redcross, na sisi tukasema wachache ambao watakuwa wameshindwa tuwafikie kupitia Al Ameen Foundation. Ah, bismillah rahman rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad. Kwa hiyo tunatanguliza shukrani za dhati kwenu, tunawashukuru sana nyinyi Tanzania Redcross, lakini tunawashukuru ndugu zetu wa Katari kwa kutuchagua sisi ndugu zenu wa Al Ameen Foundation kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi huu kule. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sana minkum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tajid matukafiuhu faduuhu yaani mtu akikufanyia jambo jema unatakiwa umlipe wema, lakini ikiwa huna wema wa kumlipa yule aliyekufanyia jambo jema, basi unatakiwa umwombee dua sana. Kwa hiyo sisi tunakuombeeni dua nyinyi Tanzania Lady Cross, na tunawaombea dua wa ndugu zetu wa Qatar. Mungu ajalie isiwe mwisho bali ndio iwe imefunguka katika miradi hii na miradi mingine e, tunawashukuru tunawashukuru sana Tanzania Red Cross, na tunawapa moyo waendelee kujitolea na kutuunga mkono taasisi zetu. Sisi kwa hicho walichonacho, basi walichotusaidia tunashukuru, katika kutoa katika yale, katika, katika, makundi yenye mahitaji. Red Cross tuko nao bega kwa bega, toka mwaka jana walitupa na mwaka huu wametuita kutokana na kuona vinavyogawa makundi yanapata mahitaji yao, basi tunawashukuru sana Red Cross na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie